Kuna comment ya kuna ndugu yangu mmoja siwezi kumtaja jina lake yeah, aliniambia kwamba bwana, wewe unamtoa unataka kumtoa kafara mwenzio, ushanelewa <laughs> kwa hiyo ile comment yeah, ikae unataka. <laughs> <laughs> Wachawi na wataloga ikawachanatagaenew watakoma tu watongea yeah, mengi yeah, sana. Unataka hayo tu? Sio hayo tu. Kwa hiyo ile comment iliniumiza kiasi fulani, lakini poa, nikasema siwezi kukata tamaa. Unajua pengine ile comment Pengine ile komenti aliyo komenti vile yupo karibu na huyu dogo, kwa hiyo namna gani yakutaka kunivunja mimi moyo nisimsaidie simsaidi huyo dogo, au sio bwana? Nikasema haya mambo yote ya, ya kawaida na yanatokea. Yes, bwana ni exclusive interview kunako YouTube channel ya Nyundo TV na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza nikasema eh, ungetamani ufahamu mengi ama usikie mengi kutoka kwao. Na leo tunazungumza na miongoni mwa vijana ambao wanafanya michezo ya hatari kwelikweli. Nyundo TV tumetembelea tembelea kwenye mitandao ya kijamii, tukutana na ndugu yetu huyu, anachezea baiskeli kwa maana kwamba pikipiki, anachezea pikipiki, anakaa juu ya pikipiki, anakula iwe ni wali iwe ni chai chochote, anaweza kuwa anaendesha pikipiki huku anafanya maswala mazima ya kula nasema ngoja tuzungumze naye mara baada ya kuweza kuona comment nyingi, kila mtu anaongea kwake, mwingine anasema kwamba ipo siku utakufa. Ni mwana wetu huyu, nazungumza naye lakini kubwa zaidi tulimtafuta meneja wake, anaitwa meneja baba Chilaka, ziti? eh, baba. Yeah, baba Chilaka ndiye mtu pekee ambaye ametusababisha sisi tuweze kukutana na mzee wetu. Mzee wetu, mzee anakuaje? Waka baza. Mama nenda. Fisha kabisa. Jina lako unakuita nani? Singimoyo. Singimoyo. Eh. Singimoyo maana yake nini?

Lakini wala bwana hawa. Ukienda kama kule Masai kule bwana. Usiangalie kabisa hata mara mbili. Wanacheza michezo ya ajabu sana. Sasa mimi kuna huko kasema, ngozi yangu anafanya, wacha nijaribu. Akakubali kidogo kidogo. Kuna uongo huo. Sasa toa. Eh.

ni maji yake kidogo kidogo tu, haya ambayo mko anajifunza hapa, lakini sasa hivi imeshakuwa kontao. Sasa siwezi kuumia ovyo ovyo. na wala huogopi kuumia? Naanzaje kwanza kuogopa? Sasa nishazoea kuumia eh, mm, siwezi kuogopa tena. Lakini kifupi ni bodaboda ama unafanya tule michezo ya pikipiki ile? Ah, kifupi ni bodaboda. Sasa michezo inakujaga yenyewe kwenye kichwa changu yani, wanafanya hivi vina vinakubali fanya hivi vinakaa, hayo kifupi sume ni Mungu sasa Eh. Abiria wale ambao unawabeba washawahi kuona hiki ambacho unakifanya na wao wanasemaje? Ah, wenyewe wanasema, asema bwana, sisi hapa tuendeshe mambo nani, sio kawaida tu, ukatuendesha miguu juu. Aazagu msija na shida huku, ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo siwezi kufanya hivi kana uongo, nalo yangu mimi na nyie, kwa hiyo siwezi kufanya o e, peke yangu familia wazazi kwa sasa hivi familia wanajua wenyewe wanajua. Kwa yangu wanajua wenyewe ndo michezo yangu wenyewe wanasoma kabisa uko siasa na kufanya. Sema kwa makini tu unachokifanya. Aa, mzee usijali, yote ni Mungu. mm. mm. baba, baba, kwa makini. Kwa makini mama akatazi mama, lakini hiki ambacho unakifanya wewe, mwisho wa siku, malengo yetu ni nini hasa? <laughs> ah. Niende mbele kwa mjini huko, sawa mtafanyaje sasa? Ma, sitofanya fanya ovyo ovyo mtani tena mm. kisha kuajia tena mm. kwa mchongo sasa eh, kwa mchongo hasa ufanya ovyo ovyo hivi inakuwa magoli na kwa uongo. ba, baada baada Baba Chila akakuposti kwenye, ah. kwenye kwenye, mitandao yake Baba Chila alivyoposti eh. ulisoma zile comment ah, sijaangalia mimi mwenyewe kwa menyewe, bize bize na mambo yangu fulani hivi. Kusim. kuna comment mbaya sana hadi huko hii. Toka elfu mbili na kumi washaongega sana, michezo umeanza mda mrefu kule Tanga, Bumbuli milungu kule

Umeaga lakini kijijini kule. Nimeaga. Baraka zipo za wazee zipo baraka. Haide haidekai niko mzima naongea hivi hujua eh. Wazazi wangu anapiwa baraka nyingi sana Aha, na wazazi wangu hataki mimi niumie, wazazi wangu hataki mimi lote. Eh. Yeah. Na ataki mpaajyote y na itakuja kutokea. Kutokea. Cha msingi ni kumwa Mungu tu eh. Na ninachofanya. Na, na anachofanya eh. Eh, mwisho siku sasa kwa yote ambayo tunayafanya haya Eh, labda mtu akatamani siku labda wana nataka nikutane na na mwanitu msingi msingi moyo nini ni, ni, ni ambacho anatakiwa afanye, ama mtu akitaka kukutana na wewe anatakiwa apite wapi sasa? Apite wapi kwenye yani ya wachilaka? Akiangalia tu pale kwenye akaunti yangu pale, kuna namba pale, kuna namba pale la cheki, Baba Chilaka. Baba Chilaka mimi nijangu mimi. Leo nitafuta yeye hmm. kama baba Chilaka tutakuwa tuzungumze kidogo, sogeza huko. Kuna kiti hapo. Njoo. Pita nacho hivi, zunguka huko. Wewe sogea hapa. Ehe. Shwatuuakoiwatu Babachiraka, nitamani nifahamu walau kwa uchache kipi ambacho kimekusukuma mpaka ukae karibu na ndugu yako okay? Kwanza bwana, kitu ambacho kimenisukuma kukaa karibu na ndugu yangu kwanza, dogo mwenyewe kajitoa, alafu ana moyo wa kutafuta kile alicho nacho, ushanielewa eh? Dogo ana moyo siku zote. Ukitaka kushirikiana na mtu ili umpeleke sehemu fulani, lazima mwenyewe ajitoe huyu dogo ninachompendea, ukimpigia simu moja tu, kuna jambo fulani chapu, kwa haraka. Kama hapa sasa hivi, alikuwa na shughuli zake, nimempigia simu, kaja haraka. Sasa huyu ndio mtu wa kumsaidia, ushanaelewa eh? mimi sina pesa, labda naweza nikafanya hivi nikafanya hivi. Hapana. Isipokuwa, kuna wadau ambao nitakutana nao, wakimwona dogo tuko pamoja kushirikiana nayo, ili dogo afike mbali, atimize ndoto zake. Wakati unakuwa una na mawazo ya kumchukua ndugu yetu, apoondoke naye, kuna zile kasumba, yale maneno kwamba huyu anaenda kumuua mwenzake huyo U uliafikiria ama ukuambiwa hayo? Bana, mambo yapo. Eh, ayo mambo yapo kibinadamu, lazima naongea kwa sababu comment nyingi sana kwa sababu dogo nampost kwenye akaunti yangu mimi ya baba Chiraka, kwa hiyo na comment nyingi mbaya, mzuri, yani ndio eh. Mwisho wa siku binadamu hawa wanageuka baadaye wanawaambia yule mafanikio aliyopata sio bure, yule uchawi yule, au sio bwana eh? Ndio mambo tumeshazoea, wasanii kibao wanavyoanza lazima waanze kuzaulika maneno mtaani wa kusema vibaya na nini, lakini baadaye, kwa mfano nataka nakwambie so, eh, kama hakuna mchezo mbaya sana kama mchezo wa ngumi Leo hii tunaona Kani Mwakinyo, au sio bwana? Akinetoa kiduku akene Mandongo anafanyikiwa ana vimba, lakini mchezo wa ngumi ni mchezo hatari, kwa sababu unasaini kifo moja kwa moja, au juu nani unaenda kupigana naye ana uwezo kiasi gani, au sio bwana? Kwa hiyo kuna michezo mingi ya hatari, baadaye binadamu hao wow! Ah yule bwana siku hizi atusaidii kwa sababu amefanyikiwa, yule mchawi. Wewe na, nina imani huyu mdogo wangu mpaka kukutana na mimi. Mwenyezi Mungu ataweka shani yake mbele. Kwa mtu gani ambao ilikukatisha tamaa ulitamani uachane naye ndugu yako. Kuna komenti ya kuna ndugu yangu mmoja siwezi kumtaja jina lake yeah. Aliniambia kwamba bwana, wewe unamtoa unataka kumtoa kafara mwenzio, ushanelewa? kwa hiyo yeah. <laughs> ile comment komenti, wachawi na watakoma tu, wataongea mengi sana, sio hayo tu, kutoa kafara. Kwa hiyo ile comment iliniumiza kiasi fulani, lakini poa, nikasemaje, siwezi kukata tamaa. Unajua pengine ile comment Pengine ile komenti aliyo komenti vile yupo karibu na huyu dogo kwa namna gani unataka kunivunja mimi moyo nisimsaidie huyu dogo? Au sio bwana? Nikasema hayo mambo yote ya kawaida na yanatokea. Eh. Sawa, neno la mwisho baba Chilaka kwa kumalizia labda lolote lile. Neno la mwisho bwana dogo yuko sokoni dogo sasa hivi michezo ni ajira au sio bwana? Ukitaka kumpata dogo wewe nenda kwenye akaunti ya baba Chilaka nenda kwenye akaunti ya msingi moyo au sio bwana? Kuna namba pale utapiga simu, tutafanya kwa sasa hivi, tunafanya mazungumzo bure kabisa. Mtu wote ambaye atamhitaji dogo, acheki tu hapo Baba Chilaka, aende kwa Msingi Moyo pale. Akaunti nimemfungulia jana, huyo bado mpya kabisa, kwa hiyo kuna namba ya simu pale atapiga. Anyway, mambo ataenda. Kuna wanangu wale wanaoitwa kina Hans Bike 04, wale wanangu wa nani wale, magomeni Magomeni, unapita gapi na bike hapo, unafahamu wale wale washikaji na wafahamu sana, sema siko nayo, karibu sana, lakini waga na wafuatilia sana, yani sana wale. Na huyu mwanao yupi mkali? Ah, huyu dogo mkali wewe, ah. Anakwambia <laughs> wale watasubiri kama wananisikiliza baba anaitwa Hans Bike mwanangu. Oya Hans Bike. Baba Chiraka meneja hapa wa Msingi Moyo hey. Aumsikii huyu huyu kijana ni hatari. Hiki kipaji kutoka kwa Mungu mzee hey. Hiki kipaji kutoka kwa Mungu kwanza advertise hey. Yani, kama kweli hao wanajua kubishana na Msingi Moyo hey. wanitafuta mimi Baba Chiraka hey. waweke dao pale wadau hey. wabishane na Msingi Moyo dogo hapa huyu. Maliza mwanangu. Lolote la kumalizia. Ah, kama hivyo ngeme meneja yangu mm, imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Mm. Bwana, ni exclusive interview na ndugu zangu wa meneja baba Chilaka na ndugu yetu wa Msingi Moyo, mmoja kati ya vijana ambao wanaendesha pikipiki kwa manjonjo manjonjo hivi. Anakaa juu ya pikipiki anakula msosi, kama ni chai, kama ni wali, vyovyote vile, hakuna ambacho kinashindikana. Mwisho kabisa, ni kwambie usisahau kuacha komenti yako kwa hiki ambacho ndugu yetu anakifanya, ni kipaji hiki. Pia wewe, kama ni miongoni mwa watu ambao wanapenda vipaji kama hivi, utaangalia jinsi gani unaweza kumsupport, hivi vyote vile, mtafute baba Chilaka ili muone vipi ambavyo mnaweza mkamsapote. Mwisho kabisa nikuambie, kama ndo mara kwa kwanza utazama video kwenye YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.